And, uh, your excellency unakumbuka, mheshimiwa Rais akituelekeza ya kuwa sio tu mambo ya wale ambao wamepatwa na janga la moto, akasema ni vizuri tuongee na jagwa na wale viongozi wengine wa Nairobi, ili ukutane na wao vile umekutana na viongozi wa kuelezea baadhi ya shida zingine ambazo zinawakumba pale, sio Gikomba tu, Marikiti na Muthurwa, na, as you have been briefed, uh, your excellency na chairman wa hizo soko tatu kuna matatizo kadhaa ambayo uko nayo na ambayo utawasaidia kutatua, kabla rais naye mwenyewe aje ajione ile kazi itakuwa imefanyika. Najua hapo mbeleni nilikuwa na shida kidogo, rais alikuwa hana mtu ya mkono ya kumfanyia kazi. Sasa ako na mtu ya mkono, anaitwa Profesa Kithure Kindiki, na kazi yake ni kufanya hii Tane na nyinyi asikize mashida zenyu, wale wako Gikomba, wale wako mudhurwa and your chairman, na hata wa Marikiti and the chairman, na Mheshimiwa Jagua wa, wa sham brief. Kwa hivyo ako na hayo, hayo matatizo yote ya barabara ya takataka, na najua your excellency, let me also take this opportunity to thank you sababu, wakati ulikutana na watu wa Marikiti kuanza mambo ya takataka, umewasaidia na unajua hiyo si kazi yako ama ya rais, sio kazi ya national government. Kazi ya kuokota takataka ni kazi ya county government, lakini sababu hawa wananchi na wafanyi biashara ndio wapiga kura wetu, ni wakazi wa Kenya, wana haki ya kutendewa kazi na hawajali nani atakayetenda kazi, iwe ni serikali kuu ama serikali ya ugatuzi. Bora ni soko ziwe safi, wafanyie biashara mahali safi many of them store their goods in those makeshift uh, temporary structures ya mbao na mabati kanati kua na, nimefanya kazi kwa insurance, ni ngumu sana insurance company kuweka uh, insurance cover kwa nyumba ambayo sio permanent. So Mheshimiwa Naibu wa Rais, kitu ningeomba sababu, unajua tuko na mpango ya masoko ni ukiweza tuweze kusaidia hawa watu hata kama sio mahali unaundia kama uko na workshop temporary structure, at least mahali una store eh, materials zako za kujenga, products zenye umetengeneza, iwe ni kwa nyumba ambayo ni permanent ama vitu kama containers, steel containers zenye wanaweza pata insurance cover. La pili eh, mheshimiwa Jago, wa changamoto ni la yenu viongozi wa hapa Starehe to help bring these traders together in circles because pia itakuwa easier kupata insurance cover mkiwa pamoja, ina sako instead of individually, so mkishikana wafanya biashara kama ishirini ama hamsini